Ndugu mpendwa sana, mapokeo ya mababa yanaagiza kuwa askofu anayewekwa wakfu ahojiwe na watu mbele ya watu kusudi azimio lake la kuhifadhi imani na kuitekeleza utume wake. Basi ndugu mpendwa sana, je, wataka kutimiza hadi kufa ule utume tuliopewa kutoka kwa mitume na ambao sisi tunakupa wewe kwa kukuwekea mikono yetu kwa neema ya Roho Mtakatifu? Nataka. Je, na wahitaji wote kwa jina la Bwana? Nataka. Je, Wataka kuwatafuta kondoo waliopotea kama mchungaji mwema na kuwaunganisha katika kundi la Bwana? Nataka je, wataka kumwomba bila kukoma Mungu mwenyezi kwa ajili ya taifa lake takatifu na kutekeleza utume wa ukuhani mkuu pamoja pasipo lawama? Naam, kwa msaada wa Mungu nataka. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe.